Metimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM, msomaji ni Albert Ndukavano, na kwanza ni muhtasari wake. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoani Kagera amewataka viongozi wa Kagera SACCOS hawa mkoani humo kusimamia na kufuatia wanachama wanaokopa fedha zirejeshwe kwa wakati. Jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya, mkoani mara limemkamata Chazi Onkuri Ongeta mwenye umri wa miaka 30 mwanajeshi wa jeshi la Marekani akitokea nchini Kenya akiwa na mabomu manne ya kurusha aina ya CS 68. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameapa kupinga jaribio la kuanzisha taifa la Palestina siku moja kabla ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura ya azimio la Marekani kuhusu Gaza. Habari kamili Bukoba. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoani Kagera amewataka viongozi wa Kagera Sakos ya kahawa mkoani humo kusimamia na kufuatia wanachama wanaokopa fedha wazirejeshe kwa wakati. Mrajisi msaidizi Bi Enikia Bisanda ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na viongozi wa wakilishi wa wanachama wa Sakos hiyo katika mkutano mkuu wa pili wa mwaka manispaa Bukoba. Bisanda amesema kuwa Sakos hiyo ni moja ya Sakos zinazoutangaza mkoa wa Kagera kutokana na mafanikio yake na kwamba mkoa umeanza kupokea wageni kutoka maeneo mbalimbali wakija kujifunza kwao. a Baadhi ya wanufaika wa sakoso wamesema yapo mafanikio makubwa yanayopatikana mtu akijiunga na vyama vya ushirika na kuongeza thamani yake kutokana na fedha anazopata kupitia shughuli za biashara na kilimo. Geita, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Geita wamesema matarajio yao ni kupata viongozi watakaosikiliza kero za wananchi na kulinda amani ya nchi. Wamesema hayo wakati wakiongea na redio Kwizera kwa nyakati tofauti juu ya matarajio yao ya baraza jipya la mawaziri takaro undwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka katika Bunge la kumi na tatu. Wamesema ili taifa liweze kusonga mbele kwa kimaendeleo, viongozi wanaowajibu wa kuhakikisha wananchi wanasikilizwa katika hali ya utulivu na kusikiliza kero zao na kuzitatua ni kuja kupata wanaotufaa kuweza kutuendesha katika nchi yetu wenye kuhitaji amani na utulivu na maendeleo. Uongozi unaoanza na uongozi utakaopangwa pia wazingatie sana maoni ya wananchi, na wazingatie sana kero za wananchi, kwamba wananchi wanahitaji nini. Kiongozi yote yule anayewasikiliza wananchi waliompigia kula, yaani huyo ndio kiongozi bora, kwa sababu bila wananchi, bila kukupigia kula sidhani kama ungekuwa kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo lazima wasikilize wananchi wako. Hadi sasa rais dk Samia Suluhu Hassan amemteua na kufanya wapisho wa waziri mkuu dk Mwigulu Lameck Nchemba na wananchi wanasubiri kuona baraza jipya la mawaziri. Mara jeshi la polisi mkuu wa kipolisi Tarime Rorya mkoani Mara limemkamata Charles Onkuri Ongeta mwenye umri wa miaka 30, mwanajeshi wa jeshi la Marekani akitokea nchini Kenya akiwa na mabomu manne ya kurusha aina ya CSM 68. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoani humo SACP Mark Njera inasema Ongeta amekamatwa jana Novemba 16 majira ya saa 6 mchana katika mpaka wa Sirari akijaribu kuingia nchini kwa kutumia gari aina ya Land Cruiser yenye namba za usajili KDP wai taarifa. hiyo imeeleza kuwa Ongeta ana uraia pacha wa Marekani na Kenya, huku ikiongeza kuwa silaha hizo alizokuwa nazo, kwa mujibu wa sheria za kumiliki silaha Tanzania, asingeweza kuruhusiwa kuingia nazo nchini. Aidha, ushahidi unaendelea kukusanywa na kuhojiwa kwa mtuhumiwa huyo kuhusu tuhuma hizo ili hatua stahiki zichukuliwe dhidi yake kwa mujibu wa sheria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka redio Kwizera FM. Bujumbura, shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Burundi, Kosibu, limesema ongezeko la bei za bidhaa muhimu katika maeneo yao, wakati mshahara ya watumishi wa umma ikiwa bado haijaongezwa na kusababisha ugumu wa maisha kwa baadhi ya familia nchini. Msemaji wa shirikisho hilo Bwana Serestin Nsavimana amesema kuwa baadhi ya gharama za misingi ikiwemo kodi za nyumba zimepanda maradufu na sasa zinazidi uwezo wa mshahara wa mfanyakazi wa kawaida. Amesema kuwa um, kuongezwa kwa sekta ya usafiri pia inakabiliwa na changamoto kufuatia uhaba wa mafuta, jambo linaloongeza mzigo kwa wananchi wanaotegemea usafiri wa kila siku kwenda na kutoka kazini au kwenye shughuli zao. Hey, lipo suala linalohusu ugumu wa maisha, halihusu wafanyakazi pekee bali humgusa kila mtu anayeishi nchini. Ukitaka kukwamua uchumi wa nchi, ni lazima uweke mazingira yanayowarahisishia wafanyakazi na watu wengine. Mtu anapotafuta nyumba ya kupanga, wanamwomba laki sita wakati anapokea mshahara wa laki tano. Sasa swali, atakula nini? Watoto watasoma vipi? Kikubwa ni kukaa na kujadili nini kifanyike, ili kila mtu apate haki yake. Bwana Nsavimana ameitaka serikali kuchukua hatua za haraka kwa kuwakutanisha wataalamu wa uchumi na washirika wake ili kuweka mikakati ya madhubuti ya kudhibiti kupanda kwa gharama za maisha kwa masilahi ya wananchi. Jerusalem, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameapa kupinga jaribio la kuanzisha taifa la Palestina siku moja kabla ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura ya azimio lililoandaliwa na marekani kuhusu gaza netanyahu ameapa kupinga jaribio lolote la kuanzisha taifa la palestina kabla ya baraza la umoja wa mataifa kupiga kura ya azimio ambalo linaacha mlango wazi wa uwezekano wa uhuru wa palestina katika taarifa yake jana kwa baraza lake la mawaziri waziri mkuu benyamin netanyahu amesema kuwa pendekezo hilo linataka gaza iwe bila silaha na hamas ipokonywa silaha Baraza la usalama linatarajia kupiga kura ya pendekezo la Marekani la kutoa mamlaka ya Umoja wa Mataifa kuanzisha kikosi cha kimataifa cha kudumisha utulivu Gaza, licha ya upinzani kutoka Urusi, China na baadhi ya nchi za Kiarabu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muutasiri wake. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoani Kagera amewataka viongozi wa Kagera SACCOS ya kahawa mkoani humo kusimamia na kufuatilia wanachama wanaokopa fedha zirejeshwe kwa wakati jeshi la polisi mkoa wa kipolisi tarime rorya mkoani mara limemkamata charles onkuri ongeta mwenye umri miaka 30 mwanajeshi wa jeshi la marekani akitokea nchini kenya akiwa na mabomu manne ya kurusha aina ya csm 68 na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kupinga jaribio la kuanzisha taifa la Palestina siku moja kabla ya baraza la usalama la umoja wa mataifa kupiga kura ya azimio la Marekani kuhusu Gaza. Wanza Wazua, msikilizaji, matendo yako ni tafsiri ya kilicho ndani ya moyo wako. Waza Wazua.